Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa tarehe 13 mnamo Aprili mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama mkoa wa Mara kaskazini mwa Tanzania. Alikuwa mwalimu kwa taaluma, mwanamapinduzi kwa dhamira na kiongozi wa kwanza wa Tanganyika huru mwaka 1961. Nyerere aliongoza taifa hilo hadi mwaka 1985 alipostaafu kwa hiari na kuaga dunia tarehe 14 Oktoba mwaka 1999. Tahariri ya Shisia Wasilwa inaangazia ufanisi na mapungufu ya Mwalimu Nyerere. Kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Leo Tanzania inaadhimisha siku ya Nyerere, kumbukumbu ya kiongozi ambaye jina lake halitofutika katika historia ya Afrika. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa tu si rais wa kwanza wa jamhuri ya muungano wa Tanzania bali pia nguzo ya maadili, uzalendo na utu barani Afrika. Kumbukumbu kumbu hii si tu sherehe ya kihistoria, bali ni tafakari kuhusu mafanikio na mapungufu ya kiongozi huyu aliacha alama kubwa katika siasa, uchumi na fikra za ukombozi. Kwa upande wa ufanisi, Mwalimu Nyerere alisimama imara katika msingi wa umoja ndoto yake ya ujamaa na kujitegemea ilikuwa ni jaribio la kujenga taifa lisilojitenga kwa misingi ya ukabila, dini, bali kwa utu na usawa. Ndio maana leo Tanzania ni moja ya nchi chache barani Afrika ambazo zilibaki thabiti bila vita vya wenyewe kwa wenyewe licha ya kuwa na makabila zaidi ya mia moja na ishirini. Nyerere pia alikuwa mwanafikra wa kimataifa aliyechangia pakubwa katika harakati za ukombozi wa Afrika Kusini Msumbiji, Zimbabwe na nchi nyingine zilizokuwa bado chini ya ukoloni. Katika nyanja elimu, sera yake elimu kwa wote ilijenga msingi imara wa maarifa, ikileta kizazi cha kwanza cha wasomi wa ndani walioweza kuendesha serikali mpya baada ya uhuru. Alithamini zaidi utu na uadilifu kuliko anasa za madaraka, akijiuzulu kwa heshima mwaka 1985, jambo ambalo viongozi wengi wa Kiafrika wameshindwa kulifanya hadi leo. Hata hivyo, mafanikio hayo hayakukosa mapungufu. Sera za kijamaa, ingawa zilibeba roho ya usawa, zilikwamisha ukuaji wa uchumi taifa. Lililokuwa na mali asili tele lilijikuta katika migogoro ya kifedha. Mashamba ya pamoja na mashirika ya umma yaligeuka mizigo kwa wananchi badala ya kuwa chanzo cha ustawi. Aidha, baadhi ya sera zake za kisiasa zilinyima upinzani nafasi ya kushamiri, jambo lilodhoofisha misingi ya demokrasia ya vyama vingi kwa muda mrefu. Hata hivyo, urithi wa Nyerere unabaki kwa somo muhimu. Alifundisha kwamba uhuru bila maadili ni uhuru wa giza na maendeleo bila utu ni ushawishi wa tamaa. Leo tunapomkumbuka Mwalimu, tunapaswa kujiuliza, je, kizazi cha sasa kimeendeleza misingi ya uadilifu, umoja na kujitegemea aliotuachia? Kama angekuwa hai, huenda Nyerere angesema kwa maneno yake mashuhuri, tusijenge taifa la wenye njaa wanaosubiri misaada, bali watu wanaojituma na kujituma kwa moyo. Urithi wa mwalimu hauko tu kwenye vitabu vya historia, Upo katika dhamira ya kila Mtanzania anayechagua kufanya jambo sahihi hata pale pasipo kushuhudiwa. Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Shisia Wasilwa.